Uwe na mtazamo ambao umejengwa katika maandiko matakatifu, mtazamo ambao ni mpana, mtazamo ambao umejengwa katika imani kwa Mungu. Unajua, tunapozungumzia mambo ya imani, sio kwamba hatuamini ya kwamba hapa duniani kuna maovu, sio kwamba hatuamini ya kwamba hapa duniani kuna mateso, sio hatuamini ya kwamba hapa duniani kuna matatizo lakini kuwa na imani maana yake ni kuamini ya kwamba ulimwenguni mnayodhiki, lakini jipeni moyo, mimi Yesu nimeushinda ulimwengu. Unajua, katika maisha jambo kubwa sana sio kila kitu kinachotokea katika maisha yako, ni jinsi unavyoitikia jinsi unavyokabiliana na changamoto mbalimbali mbali. Mtume Paulo katika barua kwa Warumi anasema ya kwamba ni nani atakayetutenga na upendo wa Mungu? Je, ni dhiki? Je, ni shida? Je, ni uchi? Je, ni kukosa mavazi? Anasema hakuna kitu chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu.